bali yadahu mabsutatani, bali mikono yake miwili Allah ni yenye kukunjuka. Allah anamwaga katika riziki zake kwa viumbe wake subhanahu wa ta'ala. Aya hii bali yadahu, bali mikono yake miwili imekunjuka, na utaona sifatu lyad thabita fi alquran. Eh, sifa ya mkono au mikono imefanyaje? Imethibiti kwenye Quran na utaona

ma manaaka an tasjuda lima khalaktu biyadayya ewe iblisi ni kitu gani kimekuzuia wewe kumsujudia yule ambaye nimemuumba kwa mikono yangu miwili mikono imetajwa miwili sehemu nyingine kwenye qurani umetajwa mmoja tabarakalladhi biyadihi almulku ametakasika ametukuka yule ambaye katika mkono wake pana ufalme, biyadihi. Na imekuja biyadika alkhair wa huwa ala kulli shaiin qadir. Lakini pia mkono umetajwa kwenye Qurani kwa sifa ya jamu kwa wingi, kama ilivyokuja kule katika surati Yasini aw lam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman. Eh, imekuja pale aidina, aw lam yaraw, hivi hawaoni? Wanajitia hamnazo hawa. Anna khalaqna lahum, kwamba hakika sisi tumewaumbia wao. Mimma amilat aidina, katika vile ambavyo, au nasema katika vile ilivyovifanya aidina, mikono yetu. mimma khalaqna mimma amilat afwan, mimma amilat aidina eh, katika vile ilivyovifanya mikono yetu. An'aman, tumewaumbia wanyama. Fahum laha malikun, na wao kwa wanyama hao wanawamiliki. Naona kundi lote langu hili zizi lote, ili nina mazizi kumi mimi yangu, mimi umeumba wewe. Ndio maana hawana tauhidi, wana neema za mifugo, lakini wanaabudu mizimu. Wakipatana jambo, wanakimbilia kwenye mizimu, kama ni kuchinja, tukichinjia mzimu. Allah anasema, awalam yarau, hawajaona, anna khalaqna lahum kaika, sisi tumewaumbia wao, mima amilat aidina, katika vile ilivyofanya mikono yetu, aidi wingi huo an'aman tumewaumbia wanyama wahum laha malikun. Sasa ishkali we mkono kwenye baadhi ya aya umetajwa mmoja, aya nyingine miwili, aya zingine mingi. Uthaimin atajibu hiyo: asharhu as alsifatu as thaniya, sifa ya pili alyadani

wa kulia wa Allah mala umesheheni umejaa tele kwa tele. Yaminu Allah mala mkono wa kulia wa Allah umejaa, la yaghidhuha nafaqatun, eh, haupungukiwi mkono huwo na cha kutoa. La yaghidhuha nafaqatun hey, haupungukiwi mkono huo na cha kutoa

Hadithi imeendelea ila kauli mpaka kufikia kwenye kauli yake biyadihi al-ukhra, eh, katika mkono wake mwingine pia ni wa kulia kwa sababu wakilta yadaihi yamin, na yote mikono yake miwili ni ya kulia. Hapajathibiti mkono wa kushoto kwa Allah, lillahi yadan haqiqiyatan, wakilta yadaihi yamin Allah ana mikono miwili ya hakika, na yote mikono yake miwili ni ya kulia, kushoto haijathibiti. Kwa hiyo sisi hatusemi pia. biyadihi al-ukhra, katika mkono wake mwingine huwo wapili. Al-qabdh biyadihi al-ukhra, katika mkono wake mwingine. Al-qabdh kuna kukamata. Yarfa'u wa yakhfidhu, ananyanyua akitakacho, wa yakhfidhu

wala ta'tilin, wala kupinga na kukanusha, wala takyifin, wala kuweka mtindo, wala tamthilin, wala kufananisha na sifa za viumbe wahuma yadani eh nayo hiyo miwili ni mikono miwili. Wahuma huma yadani, nayo ni mikono miwili haqiqiyatani lillahi ta'ala ya uhakika eh

kwamba mkono kwa maana ya neema au uwezo ni kinyume na tafsiri ya salaf, kinyume na njia ya salaf kwenye tafsiri. Hakuna katika salaf wale tafsiri hivyo. Ya tatu tafsiri hii ya alyad kwa maana ya neema wal kudra, laysa alayhi madha dalilun sahih, haina ushahidi wa sawa, kwamba angalau labda kuna ushahidi mwingine wa pembeni karina, hakuna kwayo Ibn Uthaymin anasema wa naruddu alayhim, na tunawajibu wao bima sabaqa fil qa'idati rabi'a, kwa kile kilichotangulia katika kaida ya ngapi ya nne, wa biwajhin rabi'in, na tunawajibu pia kwa njia ya nne, wa biwajhin rabi'in, na kwa njia ya nne ambayo kule hakutaja, lakini akaashiria kwamba kuna njia nyingi za kuwajibu. Sasa njia ya nne ni hii, anna fi ssiyaqi ma yamnau tafsirahuma bidhalika qatan. anna fissiyaqi kwamba katika mtimtiririko wa kusomawa hiyo aya eh, anna fi ssiyaqi kwamba, katika mtiririko, ma yamnau tafsirahuma, kuna kile ambacho kinazuwiya kutafsiri hiyo mikono miwili, ma, kuna kile ambacho yamna'u tafsirahuma kinazuia kutafsiri viwili hivyo kwa maana mikono hiyo miwili eh? bidhalika kwa tafsiri hiyo ya neema na kudra. Kat'an inazuia tafsiri hiyo kabisa. Ni kweli ikiwa mfano ukiisoma aya hii hii katika suratul Maida, ukiachilia mali na zingine ambazo watazileta pia, tafsiri yake kwa mtiririko wa aya inakataa kwamba

Tafsiri ya aya si yako, aya inazungumzia ubakhili. Mayahudi wanamtuhumu Allah dhanini, kwa nini? Kwa ubakhili. Alafu tafsiri iwe ni neema, kwa maana itakuwa maana yake nini? Bali neema zake mbili. Sasa iko wapi ile maana ya kwamba Allah ni mtoaji, ikiwa unanasibisha neema zake ni mbili au kudra, uweza wake wa vitu viwili, si utawatia nguvu Mayahudi? Ah, huyo Mungu wewe, neema zake hizi

Allah anamwambia Ibilisi, ya ibilisu, ma manaaka an tasjuda lima khalaktu bi yadayya. Ewe Ibilisi, ni kitu gani kimekuzuia wewe kumsujudia Adamu, kumsujudia yule ambaye nimemuumba kwa mikono yangu miwili? Hapa nazungumzia kuumba. Sasa hebu nene kwa tafsiri ya watu wa bid'a, itakuwa kufanyaje hapa? Kumuumba kwa nini? Kwa neema zangu mbili

alqabdhu walbast. Sasa ikiwa ni neema na kudra alqabdhu vipi, wakati alqabdhu walbast katika sifa za mkono, siyaqi inakataa tafsiri ya wazushi hii. Hizi zaonyesha huu ni mkono wa hakika. Tumeelewana hapa au hamjaelewa? Taelewa tu aya

njia ambazo imekuja juu ya njia hizo sifa tuliyo daini hiyo sifa ya mikono miwili. Wa kaifa nuwafiku bainaha, na vipi sasa tutawafikisha, tutawafikisha, tutawawanisha baina yake, ili maana zisi zisigongane maelezo yatatolewa hapo na Ibn Utheimin, nayo utaelewa. Muda wetu umetuishia metu, eh. Baada ya darasa ya itikadi ndugu zangu, habba habba